Jamii imetakiwa kutowabagua watu wenye ulemavu katika utekelezaji wa shughuli za kimaendeleo. Wito huo umetolewa na Bwana Tuma Dandi ambaye ni mwezeshaji kwenye semina ya waandishi wa habari iliyoandaliwa na mtandao wa redio za kijamii Tadio kwa ufadhili wa Vikes katika ukumbi wa Gold Crest Hoteli ulioko wilaya Nyamagana jijini Mwanza. Awali Bwana Dandi ametoa ufafanuzi kwa waandishi hao kutoka zaidi ya redio kumi kanda ya ziwa zilizoko chini ya mtandao huo kuhusu mitazamo iliyoko kwenye jamii dhidi ya watu wenye ulemavu ambapo wamewataka waandishi hao kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa watu wenye ulemavu kufanya shughuli za kimaendeleo badala ya wao kuishi kwa kutegemea kuombaomba. Amesema kuwa watu wenye ulemavu wana haki ya kupata elimu, matibabu, ajira, hivyo ni vyema wakapewa ushirikiano kwenye jamii. Naye Bi Fatuma Ali Mahendeka, mwakilishi wa Tadio katika semina hiyo, wakati akifunga semina ya siku mbili ya mafunzo, akawataka kutumia vyema mafunzo hayo ili akalete tija kwenye vyombo vyao vya habari na jamii kwa ujumla waliochukua muda wao na kuja kushiriki mafunzo haya ambayo si kwa kuchukua muda wao bure, bali wamechukua muda wao kwa kupata mafunzo kwa manufaa yao binafsi na kwa manufaa ya redio zao. Hivyo pia napenda kuchukua fursa hii kumshukuru mfadhili wetu ambaye ni Vikes kutoka Finland kwa kuwezesha mafunzo haya yakaweza kufanyika siku hizi mbili na ningependa kumpa shukurani nyingi na kuweza kumwahidi yote ambayo yamefundishwa ndani ya siku mbili hizi, basi kwa redio zote ambazo zimeshiriki, wataenda kuyafanyia kazi. Naamini hivyo, ni posting after posting after posting after story after story after share after like after tag. Hicho ndo nachoenda kukitegemea kwa redio zote, yani nataka ile Top 20 iwe ya kanda ya ziwa ya yaani, ikitoka kuizera ije buha ije uheso ije Kahama, yaani iwe hivyo, msisubiri mpaka amua awahala like radio fulani mbona amposti. Hapana, taka nyie kwa nyinyi, ili hata ule mfadhili atakapopita kwenye Facebook atakapoingia ku stream online, basi aone hizo taarifa na hivyo vitu vinafanyiwa kazi, amesema Hillary. Kweli tumetoka kwenye mafunzo Mbea, watu wamefundishwa correction na kila kitu, but still watu wanafanya kitu kile kile. Sasa tukifanya hivi, mfadhili ataona hana tija ya mafunzo. Mimi ni David Jofley wa Karagwe Media.